Na Ustazi Shafii Shomari pango ye. Kuna vitu vingi huwa tunaongea na leo, vile vile tunaongea hasa kwenye masuala yetu ya dini ya Waislamu na Wakristo. She, kila siku tukifanya vipindi unapenda sana kuwalingania e, Wakristo wawe Waislamu. Hili ndiyo jambo ambalo tunalifanya mara nyingi. Leo nikasema tuje tuzungumzie hili la kufungwa makanisa. Je, kwa kufungwa makanisa, Uislamu huwa unafaidika? tukiazia kwanza kwenye hilo hapo. Alhamdulillahi rabbil Alamin suma salatu wasalamuala yeah. rasuli Muhammadi alaihi wasallam. wa kuna vitu viwili simulizi hapo yeah. ambavyo tunatakiwa tuvijibu. okay. makanisa yakifungwa je yeah. yeah, waislamu wanafaidika na chochote? Uislamu yeah. haufaidiki na chochote kwa kufungwa makanisa. Uislamu okay. utasikia raha ikiwa wasiokuwa waislamu watasilimu kuwa Waislamu okay. Umenipata, na ndio maana sisi tunafanya kazi ya kulingania, siyo yafungwe makanisa. Sisi tunafanya kazi ya kulingania kwamba watu wamjue Mungu. Tunatamani kuona Wakristo wanakuwa Waislamu, tutafurahi sana tena sana kwa sababu tunaona huruma. Kwa nini wapo bado kule ikiwa sehemu ya haki inajulikana, ili twende sote kwenye uzima wa milele? Ndio kitu ambacho sisi unachokitaka sana lakini, simulizi Uislamu kama Uislamu unajali haki ya kila mtu. Uislamu kama Uislamu unajali haki ya kila mtu. Uislamu hauruhusu uchokozi, hata wa kuwavunjia watu vitu vyao. Uislamu hauruhusu kabisa, ila Uislamu unaruhusu watu kuwalingania. Mi nikupe kisa cha kimoja, wakati wa vita, nadhani vya Uhudi kama sijakosea. Mtume aliyokuwa anawaambia maswahaba zake wakati mnakwenda kupigana, jiekeni mbali na watu walioko katika makanisa, wakifanya ibada zao, msiwaguse wala kuwaua. Nalewa simulize. Okay. Yeah. Msiwaguse wala kuwaua wala kuwadhuru. Hii inaonyesha Uislamu unavyothamini mwanadamu na Uislamu unavyothamini haki za ibada za watu wengine, na ndio maana hata kuwatukana miungu ambayo kama simulizi una Mungu wako unamwamini, sisi Qur'ani, Mungu amekutukataza kutukana tu yule Mungu wako. Okay. Qur'ani Qur'ani 6:108 hiyo hapo juu hiyo hiyo. Na nane Qur'ani. Eh, kuna kitu cha kujifunza kidogo, 6:108 Qur'ani. Nataka ni kuonyesha namna Uislamu unavyojali haki, yaani Uislamu sio dini ambayo inayokwenda kwa sababu ya mhemko. Aa, Uislamu ni dini inayokwenda kwa taratibu ambazo Mungu anatuelekeza ana, ana, ana, ana kupitia katika qurani Uislamu unajali haki za mtu yoyote. Uislamu zinajali hata kama asiokuwa Muislamu. Sita mia moja na nane qurani Enasema: wala msiwatukane wale ambao wanawaabudu wana kinyume cha Mwenyezi Mungu, wasije wakamtukana Mwenyezi Mungu kwa jeuri zao bila kujua. Namna hivyo tumewapambia kila watu vitendo vyao, kisha marejeo yatakuwa kwa Mola wao, naye atawaambia yote waliokuwa wakiyatenda. Umeona aisimulie Qur'an Yani hata kukutukania Mungu wako simulizi, Qurani imetukataza sembuse kupiga na kuua. Ile kutukana tu kwamba wewe simulizi, sio Muislamu, una Mungu wako ambaye wewe unamwabudia, mimi nisikutukanie yule Mungu mnalewa, simulizi, Mungu anakataza nisitukane yule Mungu hata kidogo. Kwa nini? Simulizi, mimi nikikutukania Mungu wako wewe Japo sio wa kweli na wewe utalipiza kisasi kumtukana Mungu wangu aliye wa kweli. Kwa hiyo mi Mungu wangu aliye wa kweli sasa ndio anakuja anatukanwa. Kwa hiyo Uislamu wanasimulizi, haupati faida kwa kwa kwkwa kwa kufungwa au kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kufanya mambo mabaya yoyote. Uislamu haupati faida. Uislamu faida unapata kwa wale wasiokuwa Waislamu kuingia katika nini, katika Uislamu. Sijui nikisema hivyo unanielewa sana. Na sisi tunachofanya sasa ni wa kuwalingania hawa ambao sio Waislamu na kuwataka waingie katika Uislamu. Kwa mfano soma 16125 Qur'an 16125 Qur'an 16125 Qur'an, kuna kitu kidogo tunaweza tukatapata faida ya kujifunza katika 16 125 Qur'an. Anasema, mm. Waite watu katika njia ya Mola wako kwa hikma mm uh -huh. na mau, na, mau, na mauidha uh -huh. mema uh -huh. na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora uh -huh. sio kwa kuwatukana wao wala Uh -huh. au kutukana dini yao. Kwa njia hii huwezi kumvuta mtu. Hakika Mola wako ndiye anayemjua aliyepotea katika njia yake, naye ndiye anayewajua walioongoka. Na Qurani, kuna kitu najifunza, maelezo ya Mwenyezi Mungu, namna anavyothamini nelwa, namna anavyothamini kwamba tukikulingania, tusikutukane wewe, wala dini yako kwa sababu tukikutukana wewe hatuwezi kufanikiwa, wewe simulizi, huwezi kunifata. Sasa ikiwa kutukana tu tumekatazwa, je, kukuvunjia nyumba yako ya ibada? Manake sasa ndo utatukasirikia kabisa, kwamba kumbe hawa sio binadamu kabisa, sio binadamu kabisa, hawafai kabisa. Kwa hiyo Mungu kile kitu ataki, anataka sisi tuwalinganie wawe Waislamu, na tukikulingania wewe, ikiwa hutaki, msikilize Mungu, soma 364 Qur'an. E, ikiwa ikiwa utaki sasa tufanyeje? Okay. E, maanake hapo wanasema watu kwamba Uislamu kama utaki uwawe tu ah, ah, sio kweli. Tatu sitini na nne Qurani isome. Qurani wow, isome sura ya tatu aya ya sitini na nne, surati Al-Imran. Msikilize Mungu anavotoa majawabu kwa kusema, anasema Enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu Mayahudi. Nani na nani? Na Manasara. Wakristo. Okay. Tunawaambia tuseme, enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu, Mayahudi na Manasara. Eh? Njoni katika neno lililo sawa baina yetu na baina yenu. No, no, no, sasa tuitane katika neno ambalo liko sawa baina yetu na baina yenu ya kwamba ya kwamba tusimwabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu, ya kwamba tusimwabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu, eh? Wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote, wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Endelea. Wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu tena, wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu. eh? au pamoja na Mwenyezi Mungu, au tukamfanya yule Mungu kuwa yupo na Mungu mwenzie. Endelea. Wakikengeuka, semeni. Mkikataa sasa ndio, yani wakikataa sasa, tunatakiwa tuseme sasa kitu gani? Shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu, tushuhudie kwamba sisi ni Waislamu, tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Unaona Qur'ani inavyofundisha tukulinganie kama simulizi kama mtu fulani tumlinganie kwa hekima na maiza mazuri, akikataa sasa tusimlazimishe, tuwaambie kwamba sisi ni Waislamu, umeelewa. Lakini wakati tunakulingania kuna kitu kingine, ukikataa zaidi, Mungu anatoa soma, 96 Qurani 96 eh, 96 Qurani Mungu, kuna maneno matamu sana hapo simulizi anayasema ambayo yatatupa ya, ya, ya, ya ya yatatupa mwanga mzuri kabisa wa kuendea kile ambacho tunachokihitaji. 96 kitabu cha Quran anasema, tisa sita anasema, sawa anasema <totipos> na kama mmoja wa washirikina akikuomba umlinde, s <totipos> maneno hayo, kama mmoja wa washirikina akikuomba umlinde <totipos> ili asikie maneno ya Mwenyezi Mungu, ili ayasikie maneno ya Mwenyezi Mungu basi mlinde asikie maneno, Mungu, maneno ya Mwenyezi Mungu, tunatakiwa tumlinde ayasikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Endelea, kisha akitoyakubali usimlazimishe wala usimdhuru. Umeona? Akiwa hayakubali hayo maneno, tumemwambia we, hataki, tunaambiwa tusimlazimishe wala kumdhuru Aha bali mfikishe mahala pake pa amani, kama hataki kuufuata Uislamu, maneno, tukuchukue tukupeleke mahala pako pa amani, ikiwa hutaki kufuata nini, Uislamu kwa nini Andalia? na haya Andalia. ni kwa ajili ya kuwa hao ni watu wasiojua. Hao ni watu wasiojua. Umeona hekima na Qurani ilivyo eh? Kwa hiyo Qurani haitutaki sisi kuwapa tabu kwa hali yoyote wale, haitutaki kuwapa tabu, isipokuwa Qurani inataka sisi tuwalinganie waje kwenye Uislamu. Kwa hiyo hautokuta muislamu anafanya maajabu kuwafanyia wasiokuwa Waislamu, akiwa anafanya hivyo vitendo Manake hajaufahamu Uislamu. Mmeelewa? Wala hafanyi kwa faida ya Waislamu, huenda wa akawa anafanya kwa maslahi yake mwenyewe, lakini sio kwa maslahi ya Uislamu. Mungu, kuna kitu, chukua ishirini na mbili arobaini hapo kidogo, ishirini na mbili arobaini isome Quran Hmm, kuna kitu kidogo cha kujifunza, kuna kitu kidogo hapo, tutajifunza kizuri sana sana sana. Ambao wametolewa majumbani, hiyo salasina ngapi? 22:40. Eh, soma hiyo hiyo, ambao wametolewa majumbani, ndiyo mjini mwao pasipo haki, ila kwa sababu wanasema ndio Mola wetu ni Mwenyezi Mungu ndio na kama Mwenyezi Mungu asingaliwakinga watu ndiye, baadhi yao kwa wengine uh -huh, bila shaka yangalivunjwa mahekalu na makanisa na nyumba nyingine za ibada na misikiti ambamo jina la Mwenyezi Mungu hutajwa kwa wingi. Umemsikia Mungu anavyosema, rudia tena, tena, tena, tena, ambao wametolewa majumbani ambao wa pasipo haki ila kwa sababu wanasema pasipo haki sipokuwa kwa sababu wanasema tu nini? mola wetu ni Mwenyezi Mwenyezi Mungu Mungu, mola wetu ni Mwenyezi Mungu. Na kama Mwenyezi Mwenyezi Mungu asingaliwakinga wa watu, yes. wa watu baadhi yao, hapo kwenye point, kama Mungu asingeliwakinga watu baadhi yao baadhi yao kwa wengine kwa wengine, yani hawa na hawa, Mungu aliwakinga kwenye Qur'an, kama singewakinga yangefanyaje? bila shaka yangalivunjwa mahekalu na makanisa. Unaona sasa, bila shaka yangalivunjwa mahekalu na makanisa. Endelea na nyumba nyingine za ibada na misikiti ambamo jina la Mwenyezi Mungu hutajwa kwa wingi. Unaona um, Mungu kawakinga watu, lakini Mungu asingewakinga watu, bila shaka hizi nyumba za ibada watu wangekuwa wanafanyaje? Wanazivunja. Kwa nini? Mkristo angevunja msikiti, Muislamu akienda kuvunja kanisa, lakini Mungu akasema hapana. Wao wanafanya ibada ya ibada yao, nyinyi cha msingi mwaite, mwaelekeza ibada iliyo sahihi, mnaiona iko sawa yeah, lakini si kwa kuwafanyia fujo, wala si kwa kuwatukana, wala si kwa kuwapiga. Ikiwa katika vita, Mtume anawaambia maswahaba mnapokwenda kule watu wa makanisani msiwapige ambao wamekaa kufanya ibada yao. Msiwapige. Kwa hiyo Uislamu bwana Simulizi, haupati faida kwa makanisa haya kufungwa, kufanyaji, haupati faida, isipokuwa Uislamu utapata faida tukiona dhamira yetu sasa ya watu kuwalingania Mungu wa kweli imetimia, ndiyo tutasema sasa Uislamu unapata nini, unapata faida ila kwa kufungwa labda kuvunjwa kufanyaje? Tunaweza kusema kwamba sisi tunapata hasara, kwa sababu hatuwaone wale watu kuwepo kule. Si tunataka tuwaone wawepo, ili tuwavute ili tuwavute sasa, waingie katika nini? Katika Uislamu. Kwa hiyo Uislamu hauna haunasibiani bwana simulizi na vitu hivyo, kuvunjwa kufanyaje makanisa. Uislamu haunasibiani kwa sababu Uislamu unalinda haki, lakini we usimulizi unakumbuka Bwana Gwajima we unakumbuka alishawahi kusema kwamba anaona sasa anatamani misikiti yote eh, kuwa sijui Sunday nini sijui. Nakumbuka na, na, na bana nilikuwa nataka nikuulize ile, kwa mfano eh. Tunaposema sasa hivi wanasema wamelifuta ile, lakini wanaweza wakakata rufaa ili karudishwe. Nikawa nasema je, waislamu wao hawafaidiki ikiwa mtu aliyekuwa anasema kwamba misikiti yao igeuzwe kuwa Sunday school? Sunday school ni shule za jumapili za watoto wa Kikristo wajifunze Kikristo eh. Je, wao waislamu hawafurahii hili yani, haijalishi kama amepati wale wanaofungwa, wanapatiwa, wanakosea, yani hayo yote hayo sijali. Ninachojali tu ni ile kwamba yeye aliongea hiyo kauli. Je, na yeye kama inamtokea hilo, si Waislamu sasa wanafurahi sasa? Kufungwa na kufurahi tofauti, kwa sababu kufungwa hatujafanikiwa kuwapata wale kuja kutuamini sisi. Kwa hiyo na maana wanaweza kufanya ibada hata nyumbani, si umeelewa? Simulizi sisi tunachokihitaji wale waamini, umeelewa sisi tunatohitaji wale watu wa ndumaye tunalia sawa, kuamini kweli. Gwajima alizungumza hayo maneno, na Gwajima kuna sehemu ili msikia kabisa, anasema Uislamu ni dini ya majini kabisa, kama unakumbuka. Lakini sisi tumefundishwa nani, namna ya kuzungumza na watu, yaani, si wale tunaohesabia wajinga. Ujinga sio tusi, sawa eh? mm-hmm. Ujinga ni yule mtu ambaye akifahamishwa anaelimika. Ujinga ni kutojua kitu fulani. Sijui umeelewa, bwana simulizi. Soma sasa, umsikilize Mungu. Si tukitukanwa tukifanyaje? wajinga wakituambia maneno, si tunawaambi, tunatakiwa tuwaambie maneno gani? emsoma 25 63, Qur'an, simulizi. Mungu kamaliza kila kitu, wetukana unavyotukana Uislamu, lakini hapana sisi tunajali yale mafundisho ya Mungu yanasemaje. Hatuwezi kufanya chuki, kwa sababu si tunawahitaji hawa, turudi kwa Mungu mmoja, ndio kilio chetu eh. Anasema eh. na waja wa Mwenyezi Mungu, sikiliza, na waja wa Mwenyezi Mungu eh, anaowapenda ni wenye sifa hizi. Unaona, wenye sifa hizi, endelea. Ni wale wanaokwenda na kurejea ulimwenguni kwa unyenyekevu, endelea na wajinga wakisema nao eh, maneno mabaya huwajibu maneno ya salama. Sikia Qurani hiyo, yaani wewe sisi ya yeah, yaani ukituambia maneno ya kijinga ukatutukana ukafanyaje, sina tamani hiki na tamani a a, Mungu anasema nyinyi jibuni maneno mazuri, okay. Simulizi Uislamu raha sana, nyinyi jibuni maneno mazuri, msitukane, msikashifu msiwanyanyase a a, wacheni waseme wanavyosema, lakini nyinyi jibuni maneno ya hekima na busara, jibuni maneno yaliyokuwa matamu, msishi. Ndio maana Gwajima kipeleka payuka Sunday school, si watu wamekaa kimya? Si tunafundisha tu, tunafundisha tu, watu wataelewa. Mara kuna kipindi Gwajima akasema kwamba na yuu na sijui dunia sijui itakuwa na waislamu wengi sijui yaani, mwenyewe anajijibu. Kwa nini? mbona sisi hatumjibu? Si tumefundishwa hekima na busara isipokuwa sisi maneno yetu tukijibu, sasa yanakuwa funzo, maanake sasa hatutukani, sijui umeelewa? Na ndio so maana hata ukisoma historia ya nchi bwana, simulizi Nyerere, si alipigania uhuru, lakini unajua alikaribishwa na Waislamu, si unajua ndiyo? Na siku anakwenda kupokea uhuru kaombe wa dua na kina nani? Waislamu ndio wa walimwombea wa dua. Tungekuwa tunachuki hivi, tungefika huko Hapana, huyu mwenzetu, njoo, tunapambania nchi yetu kwa pamoja, sote tunajenga nyumba moja, tunagombania fito za nini? We tutakuweka mbele pale, lakini huwezi kwenda huko, sharti unyanyuliwe mikono, na kinaramia akanyanyuliwa mikono kwa ajili ya kwenda huko. Lakini we shahidi, mtazame hata mama Samia, yeah. alitoa mkanisani kwa mboi shilingi ngapi? yeah hamsini eh, hamsini eh, akampa Masanja milioni ngapi? Masanja naye alipata milioni ishirini. Tafuta wapi mama Samia alitoa msikitini, siunanielewa, bwana Simulizi, ninachosema tafuta wapi katoa msikitini. Ni Uislamu ndo ulivyo. Sasa hawa wakilalamika, ujue ni shida, simulizi tunapaswa si ndio, tuseme mama, mbona katoa hivi <tiple> kwa nini? Kwa sababu uislamu unataka watu kuwaremba, uislamu unataka watu kuwadekeza, uislamu unataka watu kuwahendo ili waone utamu wa uislamu ulivyo, sio, unanielewa. Una la ziada simulizi? Kweli nina la ziada hasa, kwenye kwenye jambo kama ile ambalo linatokea la kwamba la aaa, kwa mtu ambaye na kauli naongea, umesema umesema wanahesabika kama nini? wajinga tu lakini kuna mtu ambaye wewe she wewe tayari unafanya ibada, unasoma, unajua kabisa Mwenyezi Mungu yukoje. Tunachukulia mfano wa Zumaridi, japokuwa tunajua vile ni vitu vya kiinchi, lakini kwa upande sasa wa kidini, kanisa lake linakuja linafungwa, mtu alikuwa anajiita Mungu. Je, nyinyi hamfurahi kwenye hilo kwamba hapa tumefanywa jambo je, jema, japokuwa sio nyinyi mliofanya, wamefanya wa hapo, kwa sababu yeye amekiuka sheria za kiinchi za kawaida. Nazungumzia sasa kidini pale, waislamu hawafurahi, sisi hatufurahi kwa sababu lile jambo sio kwamba limeisha. Wale sisi tunachofurahi kwetu, wale wakubali kwamba kile wanachokifanya sio sahihi, sio leo. Bwana Simulisi, ndio shida yetu sisi, kwamba huyu wakubali kwamba yeye sio Mungu Zumaridi, sio kwenda kumfungia ile sehemu ambayo labda ye anafanya ibada. Aha, huyu atafanya hata nyumbani, ataendelea bado kukufuru kwamba yeye Mungu. Kwa sisi furaha yetu itakuwa hivi, kipindi Zumalidi sasa kisema, jamani, mimi nimegundua, mimi sio nani, mimi sio Mungu, pale ndo asema alhamdulillah, Mungu sasa kamuongoa. Lakini kumsimamishia jambo lake bado, kwa Waislamu ile a a, si tunataka mwenyewe akiri kwamba mimi nimegundua ukweli. Simulizi, nikwambie kitu sisi, kwenye Uislamu kuna msikiti ulishawahi kuvunjwa na Mtume Muhammad sawa? Aliuvunja msikiti Fungua sura Qurani tisa, anza mia na nane. Kama nitakuwa sija sahau nilisoma zamani hiyo aya tisa mia na nane sasa, maana sasa ushaanza kuzijua mpaka surati Tauba, mpaka sura 108 anasema Usisimame msikitini humo kabisa. Ndio. Msikiti uliojengwa juu ya msingi wa kumcha Mungu mm. tangu siku ya kwanza ya kufika mtume Madina, mm. unastahiki zaidi, wewe usimame humo mm. humo wamo watu wanaopenda kujitakasa mm. na Mwenyezi Mungu mm. anawapenda wajitakasao. Endele. Nao ndio ule, msi, ndio ule msikiti wa mtume unaosaliwa na masahaba. Watahari, watahirifu andele, andele. Je, aliyeweka msingi wa jengo lake kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu na kutaka radhi yake siye bora au aliyeweka msingi wa jengo lake juu ya ukingo wa shimo unaobugujika udongo wake ukaanguka pamoja naye katika moto wa jehanamu ndiye bora andele. na Mwenyezi Mungu hawaongozi watu madhalimu, yakawaongokea mambo yao, jengo lao hilo walilojenga andele likavunjwa na Mtume litakuwa sababu ya kutia wasiwasi wasi, uchungu nyo, nyoyoni mwao siku zote mpaka, nyoyo zao, mpaka nyonyo zao zikatike vipande vipande, okay. Mona kuna msikiti watu waliujenga na ule msikiti uliojengwa haukujengwa kwa sababu ya ibada, ulijengwa kwa sababu ya kutia taharuki watu na ulijengwa kwa sababu ya kumvizia Mtume ili auawe kwa hiyo waliujenga kama vile mtume kuna siku ataenda kuswali, alafu atamuua mtume. Ndo aliigizwa na Mungu usisimame na huo msikiti, ufanyeje? Ubomoe. Kwa hiyo sisi kwenye Uislamu ukitokea msikiti ambao msikiti ule unaonekana una madhara kwa Waislamu, mtume aliubomoa huo msikiti. Kwa nini? Kwa sababu yasiwepo madhara kwa sababu ya Waislamu, na walikuwa wanamsubiria mtume wa Mungu. Umenelewa, lakini huwezi kwenda kubomoa nyumba ya ibada ya watu wengine wanaomwabudu Mungu wao. Sisi wale tuna shida ili tuwalete wamjue Mungu wa kweli. Ukienda kuwabomolea na kuwafanyia vibaya vibaya vibaya, utakuwa unapata dhambi. Lakini swali lako unataka kujua kwamba kwa sisi situfurahie za maridi, labda ukanisa lake limefungiwa, yeye anajiita Mungu, hatuoni sasa. Yule bwana kujiita Mungu pale kanisani hakuna bado utakuwa hujafanikiwa kwa sababu kujita Mungu sio lazima ajitie pale. Umeelewa? <laughs> hata huku njiani atajita, bado yeye ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo sisi tunachotaka yeye akome kujita nani? Mungu, kwa kumlingania. Kwa hiyo sisi tunatamani sio kubomoa, sisi tunatamani kuwalingania, ili wao waje wajue Mungu wa kweli, na Uislamu umetukataza kuanzisha vurugu. Unajua, Uislamu uko vizuri sana, bwana simulisi hata Uislamu ukiona maslahi ya watu yapo, wewe unaweza ukajitoa kwa maslahi ya watu wengine, ili damu isimwagike. Uislamu uko hivyo, uko hivyo sana sana sana. Na Uislamu hakuna kitu kinachohimiza simulizi, Uislamu kama amani, yani fanyeni mnavyofanya, lakini msichafue amani. Kwa nini amani simulizi? Ikichafuka ntakaepata tabu mimi na wewe na watoto wangu. Leo kula yetu shida mpaka tukarekodi huku, twende huku, tuangaike huku, tukachezee huku, tukauze nyanya, tukauze nini. Amani ikichafuka nyanya ziuziki sokoni. Wenzetu wana uwezo wao, wana maghala ya chakula wameweka ndani hata miaka mitatu minne, na wengine wana pospoti zao kabisa, kikiwaka tu wanaondoka. Mimi weye hatuna pasipoti hatuna chochote hatuna nini, kikija kuharibika hapa wallahi tutatafutana vibaya mno, isipokuwa tumwombe Mwenyezi Mungu viongozi tuliokuwa nao watengeneze amani, lakini wawe na uadilifu wa kumfanyia uadilifu kila mwananchi katika nchi hii, na watengeneze haki ili mdadi tufurahie matunda yaliyoko katika nchi yetu, okay. Hapo nimekupata. Nilitaka nit, kama kuna jambo lolote hapa, tufunge kwanza. Kuna maswali kidogo mawili matatu nataka nikuulize, tofauti na hii mada nayoongea. Hey, mimi hapa sina la kusema saidi ya kuomba Mungu kwamba Mungu atujalie salama na atuvushe salama katika nchi yetu.